Hili ni tukio ambalo limetikisa sana kwenye mitandao ya kijamii tukio. Hili linafundisha linaelimisha na linahuzuni ndani yake. Tukio hili ni la mwanadada mwenye uraia wa Kenya Margaret Nduta mwenye umri wa miaka 37, alihukumiwa kunyongwa hadi kufa nchini Vietnam kwa kosa la ulaguzi wa madawa ya kulevya. Mwanamke mmoja raia wa Kenya aliyetambulika kwa jina la Margaret Nduta Macharia mwenye umri wa miaka 37 aliyekamatwa mwaka 2023 na nchini Vietnam na dawa za kulevya kilogramu mbili za cocaine. Alitarajiwa kunyongwa hadi kufa Jumatatu Machi tarehe 17 2025. Na Nduta mwenye umri wa miaka 37, alikuwa ameajiliwa na mwanaume mmoja nchini Kenya kusafirisha koti hadi Laos nchini iliyoko kusini mwa Asia. Iliagizwa kupeleka mizigo ya mwanamke huko Laos na kurudi na bidhaa ambazo hazijatajwa. Pia taarifa hii inaeleza kuwa alifanikiwa kupita katika viwanja vitatu vya ndege bila kukamatwa kabla ya kugundulika Vietnam. Viwanja hivyo ni Jomo Kenyatta, Kenya, Bole, Ethiopia na Hamad, Qatar. Hata hivyo, Margaret Nduta alijitetea mahakamani nchini Vietnam, alidai hakufahamu kama mzigo ule ulikuwa ni dawa za kulevya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Vietnam, Margaret Nduta alikula chakula chake cha mwisho saa moja na nusu usiku na kisha alitarajiwa kunyongwa saa mbili na nusu za usiku sheria ya Vietnam inasema nini kuhusu hukumu ya kifo siku Alhamisi Machi sita mahakama ya watu wa jiji la Ho Chi Minh ilimhukumu kifo nduta ikiimarisha sera ya Vietnam ya kutovumilia kabisa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya chini ya mfumo wa kisheria wa nchi Watu wanaopatikana na hatia ya ulaguzi wa dawa za kulevya wanakabiliwa na baadhi ya adhabu kali zaidi duniani ikiwa ni pamoja na kifungo cha muda mrefu au adhabu ya kifo kulingana na ukubwa wa uhalifu. Baada ya hukumu ya kifo kutolewa nchini Vietnam, mfumo wa kisheria hutoa mchakato wa mapito ya kina kabla ya kutekelezwa. Kwa kawaida, kesi huchunguzwa kwa mara ya kwanza na mahakama ya juu ya watu na utawala mkuu wa watu, ambayo ina hadi miezi miwili kutathmini rufaa yoyote ya kipekee. Tena mtu aliyepatikana na hatia ana siku saba za kumwomba Rais wa taifa amhurumie. Juhudi hizo zisipofaulu, utekelezaji umeratibiwa, ingawa ratiba ya matukio yanatofautiana kulingana na mambo ya kisheria na maelezo ya mahususi ya kesi. Pia familia moja katika kijiji cha Weithaga, kaunti ya Muranga, inaomba msaada wa dharura baada ya binti yao Margaret Nduta mwenye umri wa miaka 37 kukabiliwa na hatari ya kunyongwa nchini Vietnam kwa kosa la usafirishaji wa dawa za kulevya mama yake Puriti Wangari ameiomba serikali iingilie kati na kukataa rufaa dhidi ya hukumu ya kifo aliyopewa tarehe sita Machi kwa kusafirisha kilo mbili za kokeini. Rafiki wa familia Alex Murumba pamoja na seneta wa Muranga Jueli Nyutu pia wametoa wito kwa serikali kuchukua hatua ili kumrejesha Nduta nchini Kenya. Familia ilikuwa na hadi tarehe kumi na mbili Machi kuwasilisha rufaa, vikinevyo mchakato wa utekelezaji wa hukumu ya kunyongwa ungeanza. Nduta alikamatwa Julai elfu mbili na ishirini na tatu katika mji wa Ho Chi Minh, akidai kuwa hakuwa na ufahamu kuhusu aliyomo kwenye mzigo huo ambao alihitajika kuwasilisha. Itakumbuka kwamba mamake Margaret Nduta alimtumia ujumbe wa uchungu hukumu yake kunyongwa ikinusia puriti wa Wangari, mama yake Margaret Nduta, amehuzunika moyo na anahisi kukosa matumaini, kwani hawezi kumwokoa binti ambaye anatazamiwa kunyongwa nje ya nchi. Wangari aliwagusa Wakenya na kuwatoa machozi kwa ujumbe wake wa kwa dhati kwa binti yake kabla ya kunyongwa nchini Vietnam. Akitiririkwa na machozi alionyesha upendo wake kwa bintiye akisema anaamini katika kutokuwa na hatia kwake licha mahakama ya Vietnam kumhukumu kifo. Ujumbe wa mama Margaret Nduta kwa binti yake kabla ya kunyongwa: mwanangu, nakupenda, nilikuleta duniani pamoja na dada yako pacha. Mungu akulinde, najua hukufanya kile unachoshtumiwa nacho, alisema kama ilivyoripotiwa na Castro Media. Mama huyu aliyekumbwa na huzuni alionesha matumaini ya kumona na kumkumbatia binti yake, akiomba miujiza ambao ungepelekea kuachiliwa na kurejeshwa Kenya. Mungu atakupigania, yeye ni mwenye haki. Mungu akulende, siwezi kusubiri kukukumbatia unaporudi nyumbani ukiwa salama. Tunaomba muujiza, alisema. Angari ni uhalifu gani ambao Margaret Nduta alitenda? Nduta alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tonson Hat mjini Ho Chi Minh mnamo Julai 2023 na 23, na baadaye akapatikana na hatia ya kusafirisha zaidi ya kilo mbili za dawa za kulevya nchini humo. Dawa hizo zilipatikana kwenye mzigo wa mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 37 alipowasili katika nchi hiyo ya Kusini Mashariki mwa Asia. Kwa mujibu wa ripoti Nduta alinaswa na mwanaume mmoja nchini Kenya aliyemlipa kusafirisha mzigo hadi Laos. Alipowasilishwa mahakamani, Mkenya huyo alisisitiza kwamba hakujua kuhusu uwepo wa dawa hizo haramu kwenye mzigo huo. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulitupilia mbali madai yake, ukisema alikuwa akijaribu tu kukwepa uwajibikaji kwa matendo yake. Hivyo ndivyo familia Margaret Nduta inafanya maombi, huku muda wa kutiwa hukumu ya kifo Vietnam ukipita. Familia ya Margaret Nduta inashikilia tumaini baada ya kuepushwa na hukumu ya kifo ambayo ilitarajiwa kutolewa Jumatatu jioni. Kwa imani mpya, familia ilikusanyika kwa maombi Jumatano ikiomba serikali kuimarisha juhudi za kidiplomasia ili kuhakikisha mwanamke huyo wa miaka 37 anarudishwa nchini Kenya. Asante sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu mtoto wangu hakuuliwa. Naomba sasa aletwe Kenya, alisema mama wa Nduta, Puriti Wangari. Mbunge mteule Sabina Chege alisema kuna diploma nyingi na mawasiliano yanaendelea, lakini cha muhimu ni kwamba Nduta hataonyeshwa. Sasa serikali itatoa msimamo wake mara majadiliano yatakapokamilika. Nduta alikusudiwa kunyongwa Jumatatu jioni kwa sindano ya sumu, baada ya kuhukumiwa kwa makosa ya biashara ya madawa ya kulevya. Alikamatwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, alipoingia uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Vietnam akiwa na kilo mbili za kokeini. Hata hivyo, familia yake inasisitiza kuwa alielekezwa kufanya hivyo. Walikuwa wasichana wawili, Nduta akaambiwa yeye ndiye atakuwa wa mwisho kutoka. Vile siku yake ya kutoka ilifika, aliniambia amenunuliwa begi kwa sababu ni ndogo na ni mzee, akaambiwa atoe nguo zake aweke wa begi ile nyingine, alisema dada wa Nduta, Wambui Macharia. Wakati saa ilipokuwa ikikimbia kuelekea siku ya hukumu, serikali ya Kenya ilichukua hatua za haraka kutafuta kusimamishwa kwa hukumu au msamaha. Inaonekana juhudi hizo zinahusisha wizara ya mambo ya nje zimempa Nduta muda mwingine muhimu, lakini huku familia ikidumisha matumaini kwamba Nduta ataepuka adhabu ya kifo. Mbunge wa eneo hilo anasema Serikali inahitaji kuimarisha uchunguzi na kanuni zinazohusiana na mashirika ya ajira yanayodaiwa kuwavuta Wakenya wasio na hatia katika maisha ya uhalifu, lakini kwa upande mwingine, akisisitiza kuchukua tahadhari.